Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 19 hadi 23. Na kwa maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 7 hadi 14. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto saba katika maeneo ya mkoa wa Njombe ikifuatiwa nyuzi joto nane katika maeneo ya mkoa wa Mbeya. Lakini pia kwa siku ya leo tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache, hususan maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi ya kaskazini na maeneo mengine ya Chalosalia yatajua kwa hali mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kosi kwa kesho, upepo utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ilhali katika maeneo ya ziwa Victoria, Tanganyika, Rukwa pamoja na Nyasa upepo utarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Lakini pia kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya kaskazini ya bahari ya Hindi kunatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ngumu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi katika maeneo machache. Ni hali katika mkoa wa Dodoma tatarajiwa kiwango cha chini cha joto kwa nyuzi joto kumi na tano hadi kumi na sita. Mkoa wa Mwanza kiwango cha chini cha joto nyuzi joto kumi na saba hadi kumi na tisa. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 15 hadi 17. Na mkoa wa Mbeya kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 8 hadi 9. Na mkoa wa Morogoro kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 16 hadi 17. Kwa mkoa Arusha kiwango cha chini ni nyuzijoto 12 hadi 14. Namba kufia hapo, kutoka kama makale hewa tu na ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.